Chama cha Mapinduzi kata ya Ikungwigazi, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, na mwenyekiti wa UWT wilaya hii ya Mbogwe, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, ndugu wananchi, kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu watu wa Ikungwigazi, watu wa Kagera, watu wa Mbogwe, niliyesimama mbele yenu naitwa Evarist Pascal Gervas Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa ninayewakilisha mkoa wetu wa Geita. Niko mbele yenu kwa ajili ya kuwakumbusha jukumu lililoko mbele yetu siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ambayo tunakwenda kuwatafuta viongozi watakayeiwakilisha wa bendera ya chama cha mapinduzi katika kutengeneza serikali. Na sisi chama ambacho kimesajiliwa kiko tayari kilichosimamisha wagombea kwa ajili ya kutafuta nafasi ya urais, ubunge, udiwani pamoja na viongozi wengine watakayepatikana siku hiyo. Lakini pamoja na hayo kwenye kata yenu ya Ikunguigazi, na nyinyi pia mmemsimamisha diwani ndugu yetu Faustini Kapolu. Lakini katika wilaya na katika jimbo hili tumemsimamisha ndugu yetu Aloni Masas, na katika nafasi ya urais tumemsimamisha mama, mama hodari Daktari Samia Suluhu Hassani ndiye atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika kuomba nafasi ya urais. Leo niko mbele yenu kuomba kura za viongozi watakayetokana na Chama cha Mapinduzi ili waweza kukuamua yale mambo yaliyekwama katika serikali ya kijiji na katika vitongoji. Mtupe diwani anayetokana na Chama cha Mapinduzi, mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, lakini tukampe kura nyingi Daktari Samia Suluhu Hassani ili aweze kutengeneza timu itakayoleta maendeleo ndani ya kata ya Ikunguigazi na ndani ya wilaya hii ya Mbogwe. Ndugu zangu, chama chetu kinatofautiana na vyama vingine. Ni chama kinachoingia kwenye uchaguzi kikiwa kimejiandaa. Ni chama ambacho kinakuja kikiwa na ilani mkononi, ilani ambayo inaonyesha ni kazi gani tunakwenda kuitekeleza katika eneo husika lakini ni chama ambacho kina uwezo wa kuleta viongozi wanayekubalika katika kona zote. Ndio maana awamu hii tukamleta Faustini Kapolu, tukamleta ndugu yetu Masasi, lakini tukamleta ndugu yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ili aje kuwa mgombea wa urais aweze kushirikiana na hawa viongozi watakayotokana na sisi ndani ya chama cha mapinduzi walete maendeleo ndani ya kata zetu atuliku wanja hivi tukiwa na ilani ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano ambayo ilikuwa inaonyesha kazi tunakaza kuja kuzifanya kwenye uchaguzi huu. Tumekuja na ilani nyingine ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini ambayo imeelekeza kata ya Ikunguigazi nini tunakuja kukifanya, imeelekeza wilaya ya Mbogwe kuna kazi gani tunaoenda kuifanya, na hizo ilani tumeshawakabidhi wagombea wa chama cha mapinduzi kila kata na ukurasa wake inaonyesha. Mwaka elfu mbili na ishirini tulikuja hapa tukawaambia mkituamini, mkatupa kuwa nyingi, mkaleta viongozi wanayotokana na Chama cha Mapinduzi, mpaka tunafika elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa tumeleta umeme kila kijiji. Umeme haujaletwa umeme upo kila kijiji ndani ya kata hii. Tuliahidi mtakapokuwa umetuchagua tutakwenda kuleta maji. Maji yapo, na hapa tulipo naliona tenki kwa ajili ya kuhudumia watu wa Kagera. Tuliwaahidi mtakapokuwa umetuchagua tutaleta elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita. Vijana wanasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita, lakini bado na ukienda chuo kikuu, kila siku iendayo kwa Mungu kila mwanafunzi aliyoko chuo kikuu anapewa shilingi elfu kumi kwa ajili ya kujikimu. Haya yote yanafanywa na Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hasani, ambaye ndiye amesimama kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi ya awamu nyingine yo e, tuwaombe watu wa tuwa hapa tarehe ishirini na tisa tukamchague Faustini Kapolu awe diwani akawawakilishe kwenye vyombo vya maamzi hasa halimashauri, lakini tukamchague ndugu yetu fagasoni akaungane na wabunge wengine zaidi ya mia mbili na sabini kwenda kutengeneza bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kuwakilisha matatizo yanayotokana na jimbo hili la Mbogwe. Sina wasiwasi na viongozi hawa, sina wasiwasi na ndugu yetu Masasi. Nafikiri mmekuwa mkimwona, amekuwa akiendeleza vipaji vya vijana, amekuwa akizunguka, na wakati huo alikuwa atarajii kwamba atakuja kuomba nafasi ya ubunge, lakini nyinyi ndio mmemshawishi ili aendelee kufanya zaidi ya yale anayofanya, na yeye amekubali. Leo yuko mbele yenu, anakuja kuwaomba kura ili apate jukwaa pana kwa ajili ya kuwatumikia ninyi. Tutakapokuwa na sare, tunakuwa na rais wa CCM, tunakuwa na mbunge wa CCM, diwani wa CCM, ndo rahisi ya kwenda kuwahudumia watu wa hapa Ikunguigazi. Lakini watu wa hapa Kagera asitokee mtu akawambia, kwamba chama hiki hakijafanya lolote. Ninyi akiwambia, wambieni wazunguke kwenye maeneo ya hapa hapa Ikungwi Gazi, mkaangalie, mwambie kituo cha afya kipo, zahanati zinajengwa, shule zinajengwa, na katika kata ambayo mna bahati hapa Ikungwi Gazi mnazokaa shule za sekondari mbili, uongo kweli?